Jeshi la polisi kuondoa vitu, vituo vyake vya ukaguzi katika barabara kuu ya Mtwara na Lindi, baadhi ya wakazi wanaosafiri katika barabara hiyo wameeleza kuwa hatua wa hiyo inaweza kuchangia ongezeko la uhalifu. Abdulaziz Ahmed ametuma taarifa ambayo inasomwa hapa studio. Wakizungumza na Channel Ten kufuatia kuondolewa kwa vizuizi -vizu hivyo katika maeneo ya Somanga na Nangulukuru pamoja na kituo cha ukaguzi Lindi mjini, wananchi wao wamesema hatua hiyo ina athari ina kubwa kutokana na miji hiyo kukua, hali inayosababisha kuongezeka kwa uhalifu, kwa sababu askari wana uwezo wa kujipanga sehemu yoyote iliyokuwa eneo la wazi katika eneo la kijiji ambalo wananchi hawatakuwa na mashaka juu ya askari yao kukaa hapo na kuweza kufanya kazi yao. Pia hata wale wanaofanya madhambi watakuwa wanashindwa kuelewa kwamba leo askari wako hapo mingi waasi wako pale, kuna silaha na nini. Sasa kwa mfano, mpakani, mtu akitoka hapa, kama kuna kizuizi cha polisi kutoka Mtambaswala na kuja silaha zikaenda Dar es Salaam, vizuizi viwepo, kwa sababu natusaidia sisi kutokana na uhalifu ambao unatokea mpaka ama Nangulukulu, silaha zimekamata muda uliopita, Walendego hivyo hivyo. Mkuu wa na na wilaya ya Kilwa Musa Njayo pamoja na kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kilwa Magai Kakuru walikuwa na haya ya kusema kuhusiana na kukosekana kwa vituo hivyo vya ukaguzi, pamoja na kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Lindi Foka Ndinya akibainisha baadhi ya mafanikio ya uwepo wa vizuizi vizu. Hivyo muhimu hapa ni kwamba hakuna jambo halina, jambo halina pamoja kama serikali ya wilaya kuona namna gani bora utafanyika. Nafahamu kukuwa na kero nyingi, lakini kwa kuwadhibiti watu lazima weke ile lile tu kwao. kuondolewa kwa vizuizi hivyo kutaathiri sana kwenye mkusanyaji wa mapato, hasa kwa upande wa halmashauri, manake mara nyingi wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita usiku wa manane. Watumishi wetu wengine ambao wako vizuizi milala wanakuwa sasa hivi, tuna mbinu mpya mbadala, tutakuwa tunaweka vizuizi vya kuhamahama vya kushtukiza vya kushtukiza baada ya kupata taarifa. Tuna wananchi wetu ni wazuri, watatusaidia, wanatusaidia kutupa taarifa.